Hello friends, Dr Nature hapa. Kuna utofauti ambao unasababisha matatizo ya nguvu za kiume. Sasa nikizungumzia erectile dysfunction kwa vijana na kwa watu wenye umri mkubwa, yani zaidi ya miaka 40. kuna utofauti. Aa, na ili ujue vizuri erectile dysfunction, ukisema erectile dysfunction ni aina mojawapo ya upungufu wa nguvu za kiume, kuna parameta au kuna vitu kama kumi ambao vinajumuisha vina, vina kwa pamoja kufanya mtu tuseme una nguvu za kiume. Vipo vingi na vingine havihusiani kabisa na tendo la ndoa. Lakini pia erectile dysfunction ni sehemu moja wapo. Tunaposema erectile dysfunction ni pale ambapo mwanaume unakuwa hauna uwezo wa kuanzisha eh, kwa maana uume kusimama na kudumisha kusimama huko ili uweze kufanya tendo la ndoa namna ipasavyo. Kwa hiyo inawezekana unapata hisia za kutamani kufanya tendo la ndoa lakini hakuna ushirikiano, mtandao unasumbua, haushiki. Hiyo ndio erectile dysfunction. Sasa inaweza ikatokea kwa vijana na inaweza ikatokea pia kwa watu wazima, kwa maana zaidi ya miaka 40. sasa zamani ilikuwa ni nadra sana kumuona kijana ana shida ya, ya, ya ana shida hizi lakini siku hizi imekuwa ni common, na sababu mbalimbali zinachangia kitu kimoja wapo ambacho huwa kinafanya E, hii tatizo linatokea ni kwamba damu inakuwa haifiki vizuri kwenye zile tishu za uume, kwa sababu kumbuka kwamba uume e, sio sio misuli, ile ni sponge tissue ambazo zinajaa damu zinafanya inasimama. Kwa hiyo kama damu haifiki vizuri kule, inaweza ikapelekea hiyo hali ikatokea. Sasa hii inaweza ikawa ni sababu kubwa ambayo inafanya vijana wanaingia kwenye matatizo, kwa sababu ya lifestyle zetu sisi kama vijana e, ambao hasa hasa kwenye mambo ya chakula. Vijana siku hizi tunajisahau sana. Na tukidhani labda magonjwa haya ya ya mtindo wa maisha ni magonjwa ya wa wazee, magonjwa kama sukari, presha na nini. Lakini siku hizi ni magonjwa pia ya vijana. Kumbuka unakuwa umeanza kula vyakula ambavyo sio vizuri huenda, e, toka ukiwa mdogo sababu wazazi wako huenda wameshakuwa ni wa kisasa wa mjini wanakulisha vitu vitu fulani e, na wewe umekuwa hivyo, umeenda shule, upo sasa hivi mtaani unakula vyakula fulani ambavyo havikujengi kama mwanaume. Hivyo vyakula vinaharibu ule mfumo wa, wa damu, unapata unapata kitu nakiita atherosclerosis, yaani mishipa ya damu itakiwa iwe mipana namna hii iweze kutanuka kuruhusu damu ipite vizuri, lakini sasa unakuta inakuwa ina inakuwa membamba na inakuwa stiff, haiwezi kutanuka vya kutosha. Kwa hiyo damu haiwezi kuzunguka vizuri mwili mzima. Kwa vijana mara nyingi ile sababu ya pili ya pili kutokuwa na testosterone ya kutosha. Testosterone homoni ya kiume. Mara nyingi vijana inakuwa testosterone ipo ya kutosha tu, kwa sababu bado ipo kwenye peak, uh, haijaanza kupungua. Ndio maana hata ukiwa na hii shida, ukaenda hospitali, ukafanya vipimo vya testosterone, utakuta testosterone ipo normal tu. Karibu wote ambao nimekutana nao, testosterone zipo normal kwa vijana chini ya miaka 40 ipo nomo kabisa, lakini shida inakuwa ni hiyo um, stiffness ya mishipa ya damu. Ndio maana tafiti zinaonyesha kwamba ukiwa na shida ya ya erectile dysfunction e, wewe ni mtahiniwa wa ugonjwa wa moyo pamoja na ugonjwa wa kiharusi stroke, kwa maana ya kwamba ni ni ugonjwa ule ule ambao ni wa mishipa ya damu, lakini wewe upo katika low scale. Kwa hiyo ni kama kiashiria kwamba, e, unatakiwa kufanya kitu fulani kujirekebisha kwenye kujire lifestyle yako. Kwa hiyo vijana kama una hii shida tafadhali sana kabla haujatafuta mizizi, kabla haujatafuta dawa, shughulikia kile ambacho unakiweka mdomoni, kula katika namna ambayo mwanaume anatakiwa kula, ili kulinda mishipa yako ya damu. Na sababu ya pili ni hiyo testosterone ambayo nilikuwa nakuwa naizungumza, ambayo hii inawaathiri zaidi watu wazima, kwa sababu kijana testosterone mara nyingi inakuwa ipo juu uh, tu hawezi kuwa imedrop significantly ya kusababisha matatizo, lakini kwa watu wazima inaanza kushuka kwa sababu ya mambo mbalimbali. Sasa kwa watu wazima ambao pia wana lifestyle mbaya, wao wanakuwa na mambo mawili ya kushughulikia. Hiyo testosterone, kuhakikisha kwamba wana boost, irudi kwenye kiwango chake na kuepuka vile vitu ambavyo vinaiharibu, lakini pia kuweza kushughulikia hiyo mishipa ya damu kwa kubadilisha lifestyle. Na sababu ya tatu inawezekana ikawa ni uh, mishipa ya, mishipa ya fahamu inakuwa haipeleki taarifa ipasavyo, eh, kwenye mashine. Na sababu ya nne inaweza ikawa ni sababu la kiakili kwa maana ya eh unaiharibu akili yako ama kwa sababu ya stress au kwa sababu ya addiction fulani. Um, addiction kwa mfano kama addiction kama za za porn, kama unaangalia sana e, picha za X unaangalia pornography unajichua we, uh, miziki yako movie zako zote ni mambo ya X mambo ya ngono, ngono unaiharibu, unaharibu ile uwezo wa akili yako kutengeneza image halisia Okay, kwa hiyo unapokuwa katika mazingira halisi ya kufanya tendo la ndoa, akili inakuwa bado haijawa stimulated kiasi cha kutosha kwa sababu umezoea vitu ambavyo viko over stimulated. Kwa hiyo unaharibu hali yako ya asili na inaweza kukupelekea kweli ukapata e, ukapata erectile dysfunction. Japo inaweza ikawa katika scale fulani ambayo sio kubwa sana, lakini inakuharibia sana ile performance na usafi wa tendo lenyewe, sababu tendo lenyewe ni takatifu, tunaambiwa ni tendo zuri, lakini unapokuwa umelichafua kwa mawazo mabaya ya kuangalia uh, vitu vichafu, unakuwa umejiharibia eh, ile performance yako pia. Na kabla hujaconclude kwamba hiyo shida ni ya kwako, kumbuka ni kwamba eh, sio kwamba ikitokea mara moja tu tayari una tatizo la erectile dysfunction. Hebu jaribu ku roll out vitu vingi ambavyo vinaweza vikaa vinachangia usiweze kusimamisha vizuri, lakini kama ikitokea mara mbili, mara tatu, mara nne una shida na ukishakugundua una shida, hebu ujaribu kuangalia hivi vitu nilivyozungumza. Ni lifestyle yako au ni hizi tabia zako ambazo unazo? Hebu ujaribu kuzirekebisha, kurekebisha taratibu taratibu, mwili unaweza kuanza kurudisha hali yake ya kawaida. Kabla haujaanza kutafuta dawa au matibabu mengine yoyote, jirekebishe wewe kwanza, hiyo itakuwa ni msingi mzuri. Na kama upo addicted na mambo ya kujichua mambo ya porn na unatamani kujiondoa huko Uh, ili uweze kurejesha usafi wa akili yako na utimamu wa mwili wako, kuna kitabu ambacho nimeandika na hii ni toleo la tano la mwaka 2024 ambacho kinaeleza jinsi ya kuacha kujichua au kuangalia porn, hata kama siku haipiti bila kufanya mara mbili mara tatu, na vilevile vile jinsi ya kujitibu kwa kutumia chakula, kwa kutumia mazoezi nyumbani ambao unaweza ukayafanya na kimeleta matokeo mazuri sana kwa, imekuwa ni game changer kwa vijana wengi ambao wamekuwa wakihangaika na hiyo tabia. Ni rahisi sana kuacha, lakini kwa kufuata hizi hatua ambazo zipo kwenye hichi kitabu, na kitabu ni soft copy, kwa maana ya ebook. Kwa hiyo unaweza ukasoma kwenye simu au kwenye kompyuta yako wewe mwenyewe na ukajifunza ukapata haya maarifa. Hata kama hauna tatizo ni vizuri kufahamu na kuwasaidia wengine pia ambao wanahangaika na hizo changamoto. Bei yake ni elfu kumi na tano Shilingi elfu kumi na tano. Unaweza ukafanya malipo kwenye namba hizo hapo alafu, nitumie screenshot kwenye WhatsApp, namba yangu hiyo hapo, alafu nitakutumia kitabu chako na kitakusaidia sana. Mimi naitwa Dr Nature, hadi wakati mwingine. Take care.